Jina anaitwa Suleiman Idrissa Suleiman. Kwanza sinabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu, kutokana na juhudi ambazo zionyesha nimechaguliwa kwa timu ya taifa. Mwenyewe nafurahia na nitaenda kuipambania. Mimi nilipokea kwa mikono mingi me..., kwa sababu watu ni wengi sana ambao wamechaguliwa, ila mei nimeonekana. Kwa hiyo nitaenda kuipambania zaidi ili nionyeshe kama ni sahihi kwamba nimechaguliwa. Amena, kwa uwezo wa Mungu ntaenda ita, ntaendelea kupambana. Kupambana kwangu ndio kutonifanya kuto kuchujwa. Kama timu yangu ya Mafunzo naahidi kwenda kupambana kwenye taifa langu, na Mungu akimjalia ntafanya vizuri zaidi.